Audh billahi min ashaitani rajim bismillahi rahmani rahim thuma lsolatu wassalamu wa wa la ashraf almursalin wala alihi wasahbih lajmacin rabishrahli sadri wayssirlii amri wahlu wa noqdatan min lisani yfqahu qauli ama bacd. Assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh. Dada zangu katika imani, tunaendelea na darsa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu himizo la kuwalisha maskini na wahitaji katika Uislamu. Sifa zote njema dada zangu ni za Allah subhanahu wataala, aliyewaamrisha waja wake kuwafanyia wema wanyonge na maskini na akawasifu na kuinua daraja yao katika Quran tukufu, pale aliposema katika surat Ad-Dahar ad aya ya nane hadi ya kumi. Baada audhu billahi min ash shaitani rajim

nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Na huwalisha chakula maskini na mayatima na wafungwa na hali ya kuwa wenyewe wanakipenda chakula hicho, husema wenyewe katika nyoyo zao wanapowapa chakula hicho, tunakulishieni kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala tu, hatutaki kwenyu malipo wala shukrani. Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu hiyo siku yenye shida na taabu. Dada zangu katika imani, maana yake yani, hao waja wema wa Allah subhanahu wataala wanatoa chakula licha ya kukipenda kwao na kukitamani kwao na kukihitaji kwao, wakitaraji nini? Radhi za Allah subhanahu wataala na malipo ya akhera, kama alivyowaambia wale wanao wa yani, walisha Innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa wala shukura, tunakulisheni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tu, hakika sisi hatutaki malipo kutoka kwenyu wala shukurani yani hatuwalishi chakula ili tukuombeni chochote kama malipo na shukurani. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akawalinda na yale waliokuwa wakiyaogopa na akawatukuza kwa yale waliokuwa wakiyafanya kuwalinda na shari ya siku ya Kiyama kwa kuwapa nur na furaha na pepo, kutokana na yale waliokuwa wakiyavumilia. Dada zangu katika imani, kadhalika mtume sallallahu alaihi alehi wasallam uh, alisema katika hutuba yake ya kwanza mjini Madina ya ayuha nnas Afshu salam wa atimu taam wasilu wa larham wasallu wnnasu wa niam tadkhulu ljanna bissalam, yani alisema mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika khutuba yake ya kwanza mjini Madina, yani alisema, yani mtume sallallahu alaihi wasallam asema, enyi watu toleaneni salam, lisheni wenye njaa. Dumisheni mafungamano, yani mafungamano ya jamaa, na swalini usiku watu wakiwa wamelala, nanyi mtaingia peponi kwa amani. Dada zangu katika imani, na hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kuwalisha wenye njaa kuwa ndiyo njia ya kuingia nini, peponi, na ni miongoni mwa amali bora kabisa kwa sababu inadumisha nini, maisha ya mwanadamu na ku kutumisha ustawi wa kimwili dada zangu katika imani aliulizwa, mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kipengele gani cha uislamu kilicho bora zaidi? Maana yake yani ni vitendo gani katika Uislamu yani vina manufaa zaidi? Akajibu mtume sallallahu alaihi wasallam, antutu'imu taam watakrau salam ala man arifta wa man lam ta'rif, yani ni kulisha Uh, wenye njaa na na kusoma amani kwa wale unaowajua na usiowajua. Mtume sallallahu alaihi wasallam dada zangu katika imani ameeleza kuwa matendo mema baada ya mambo ya faradhi ni kulisha wenye njaa na kueneza nini amani kwa hiyo maswahaba watukufu eh, radhiallahu anhum wa ridwanullah anhum walikuwa na hamu kubwa sana ya kuwalisha wenye njaa kwa mfano sahaba mtukufu Suhaib radhiallahu anhu alikuwa akiwalisha watu wengi. Alipoulizwa kuhusu hilo, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema eh, khiyarukum man ataama taam wa radda salam, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema mbora miongoni mwenyu ni wale wanaolisha wenye njaa na kuwa kuwarudishia salamu za amani. Hilo ndilo lililoni ni, ni, ni tie yani moyo kuwalisha nani, wenye njaa, akasema sahaba huyu Suhail. So dada zangu katika iman, na miongoni mwa njia za kuwalisha watu ni pamoja na kuwaheshimu nini, kuwaheshimu wageni. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhayfahu yani, Mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, basi amheshimu mgeni wake. Na hii inafanywa kwa yani kukaribisha mgeni, kuzungumza na mgeni yani kwa fadhili, na kutoa chakula kwa mgeni. Kadhalika dada zangu katika imani, miongoni pia mwa njia ya kuwalisha watu ni kwa kutoa nini, chakula kwa majirani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abu Dharr radiallahu anhu ya aba dhar idha tabakhta mur yani murkatan faakthir maaha wataahad bijiranik, yani alimwambia ewe aba Dharr unapopika mchuzi ongeza maji mengi na u, yani ugawanyie nani majirani zako. Dada zangu katika imani, kulisha sio tu yani kwa mwanadamu lakini inaenea kwa ndege, wanyama na viumbe vyote. Maswahaba radhiallahu anhum wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, e, Mtume wa Allah, je, tunapata malipo ya kuwafanyia wema wanyama? Akajibu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwaambia, fi kulli kabdin rutbatu ajr wa min thamarati itami taam dukhul aljinan wa fauz biridwanillah Yani, kuna malipo ya wema kwa kila kiumbe hai na miongoni mwa ma, matunda ya kulisha wengine ni kuingia peponi na kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. waqala sallallahu alayhi wa sallam inna filjanna ghurfatan yani tura dhuhuriha min butuniha wa butuniha min riha. Akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam Yani, peponi kuna vyumba ambavyo nje yake huonekana kutoka ndani na ndani yake kutoka nje yake. Akasimama mtu mmoja na kuuliza ni yani, ni ya nani vyumba hivyo e mtume wa Allah? Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam liman ataba alkalam wa at'ama at'am wa adama siyam wasala lille wasala yani, wasala lille, lillahi billayl wan nas niyam. Yani, ni kwa wale wanaozungumza kwa upole na kulisha wenye njaa na kufunga saumu mara kwa mara na kuswali usiku na watu wakiwa wamefanya nini? Watu wakiwa wamelala. Dada zangu, katika imani anayetaka miongoni mwetu kuokoka na huwa na hadhi au na cheo cha juu huko akhira, basi na amkurubie Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma na upole kwa wanyonge maskini, wajane, mayatima, wenye shida, kwa kuwafanyia nini? Kuwafanyia wema kadri awezavyo. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasalam la yahqiranna min alma'rufi shay'an walau kana talqa akhaka biwajhi talq Yani hadithi hii imepokewa na Imamu Muslim na ni hadithi namba elfu mbili mia sita na ishirini na sita. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema usidharau wema wowote hata ikiwa ni kumsalimia ndugu yako kwa uso wa furaha. Dada zangu katika imani, kulisha wenye njaa na kuwatosheleza maskini ni ibada ambayo inaweza kuonekana kuwa ya kawaida na rahisi, lakini thamani yake ni kubwa, kwa sababu yani imefanywa kuwa ni sifa bainifu ya ihsani katika Uislamu. Kulisha watu, dada zangu katika imani, kuna faida nyingi sana, na miongoni mwa faida hizo ni kwamba kwanza kabisa kuwalisha watu kunaleta mapenzi baina yao na kuwapa zawadi kuna athari ya ajabu ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tahadu tahabu yani tahadu tahabu yani yani hasana al-banna yani mtume sallallahu alaihi wasallam anasema badilishaneni zawadi mtapendana uh, haya yani yame sahihishwa na al-Albani na amesema hadithi hii ni nzuri. Vivyo hivyo kualisha yani wenye njaa, hu huondoa chuki, huondoa ubaya, hufanya walio mbali kuwa karibu na adui huwa rafiki. Dada zangu katika imani, faida ya pili ya kualisha watu ni kwamba huwaepusha wenye kulisha watu yani na shari ya ya maafa

wataksibu almaduma watakri wa wa aldhaif rawahu Albukhari. Yani alisema mtume sallallahu alayhi wasallam, yani aliporudi mtume sallallahu alayhi wasallam limekuja katika hadithi yani aliporudi mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Khadija mwanzoni mwa kazi yake e, kwa hofu Eh, na kuongea eh, na, na kuogopea nafsi yake. Khadija radhiallahu anha akamwambia, hapana, wallahi kamwe, hata kufedheesha Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unashikilia mafungamano ya jamaa na mnyonge na mnyonge na kuwa mnyonge kwa wageni. Haya yamepokewa na Imamu Bukhari. Kuwa mnyonge dada zangu katika imani kwa, kwa wageni, hapa kuna maanisha yani kuwalisha na kuwapa yani wageni maji na mapokezi mazuri. Dada zangu katika imani, faida ya tatu ya kuwalisha watu ni kwamba, yani kuwalisha watu kunapelekea kuingizwa peponi. Kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu amesema kuwa nilisema, ewe Mtume wa Allah, niambie jambo ambalo nikilitenda nitaingia peponi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuambia Abu Huraira radhiallahu anhu at'am at'am wafshi salam wasili rahim wasalli billail wannasu niamun, yani lisheni li, li, li, li wenye njaa, sambaza amani, dumisha uhusiano wa kindugu na swalini usiku watu wakiwa wamelala. Haya mipo, yameripotiwa na Albaihaqi katika Shu'ab al-Iman na hadithi nambari elfu tatu mia nane na sabini na nne. Dada zangu katika iman Faida ya nne ya kualisha watu ni kwamba kualisha watu kunapelekea yani, ni kinga kutokana na moto wa Jahannam, na pia ni kinga kutokana na maovu ya siku ya Qiama. Anasema Allah subhanahu wa taala katika Quran Suratul Balad aya ya kumi na moja hadi ya kumi na sita falaqtahamal aqaba wama adraka mal aqaba fa au it'aaman fi yawmin dima saraba yatiman dama qarabat au miskinan dama tarabat. Je, ameukata huo mlima, yani njia nzito ya kumfikisha peponi? Na ni nini kitakachokujulisha hiyo njia ya kukufikisha peponi? Ni kumpa mtumwa heshima au kumlisha siku ya njaa, yani yatima yani aliyejamaa au asiye jamaa au maskini asiyeweza kujimudu kimaisha. Dada zangu katika imani, masoaba wema walikuwa na hamu kubwa na mazoea ya kuwalisha ndugu zao maskini, na miongoni mwa yale yaliyoripotiwa kuwahusu katika suala hii ni kwamba wema hutafuta nyumba ambamo chakula kinatolewa. Ili kuyathibitisha hayo, Abu yani Khalda amesema mimi na Abu na Abdullah bin Aun tuliingia kwa Ibni Sirin yani, akatukaribisha na akasema sijui niku, eh, nikutendeeni vipi? Kila mtu miongoni mwenyu ana mkate na nyama nyumbani kwake, lakini nitawalisha kitu ambacho yani sioni katika nyumba zenyu. Kwa hivyo akaleta sega la asali na akalikata kwa kisu na kutulisha. Dada zangu katika imani, kuwalisha wenye njaa kwa mtazamo wa wacha Mungu na kwa mtazamo ya wenye hekima si tu zawadi kwa mpokeaji, bali ni onyesho la shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ametu amekutajirisha ame na kuwafanya wengine maskini na ambaye amekufadhilisha wewe kwa utajiri na akaahidi kukulipa kwa hilo. Imekuja katika hadithi, dada zangu katika iman, yani kuyathibitisha haya, kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: inna Allaha azza wa jalla yaqulu yawma alqiyama ya bni Adam istat'amtuka falam tut'imni

Hadithi hii iko wazi kabisa. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atasema siku ya kiyama, e mwanadamu, nilikuomba chakula na hukunilisha. Atasema, e mola wangu, ningekulisha vipi wewe? Atasema Allah subhanahu wataala, fulani alikuomba chakula na huku- hukumlisha. Je, yani hukujua kwamba kama ungelimlisha unge, unge ungekuta hivyo na mimi Dada zangu katika imani, laiti! Dada zangu katika imani, laiti tungelifahamu hayo. Dada zangu katika imani, laiti tungelifahamu ukweli wa uislamu wa maswahaba, kwani walikuwa wakihama kwenda kutafuta wenye shida, pia walikuwa wakiwachunguza majirani zao, na kwa hayo ndiposa akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man mankana ma'ahu fadl

Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu amesimulia kwamba walikuwa safarini pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu mmoja alikuja dada zake katika imani kwake akiwa amepanda mnyama wake ambaye ni mnyama aliyechaguliwa kwa ajili ya, ya kusafiri na kupanda. Yule mtu alianza kutazama huku na huko kulia na kushoto, akimaanisha kwamba mnyama wake alikuwa dhaifu na hakuweza kuendesha vizuri. Alikuwa akitembea kwa miguu na angeanguka kwa sababu ya udhaifu. Inawezekana kwamba yaani, mnyama wake alikuwa na nguvu, lakini alikuwa amepakie mahitaji yake juu yake na hakuweza kupanda kwa sababu ya uzito wa mzigo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba zake, yeyote aliye na mnyama wa ziada yani, yani, uh, ato, na atoe sadaka ampe asiyemiliki anachoweza kubeba, na mwenye riski ya ziada ambaye ndiyo iliyobaki ya chakula kutoka kwake na arudi, ili ni mwenye ziada yani awe mkarimu na ziada hiyo na arejee kwa wema kwa mwenye kuihitaji. Dada zangu katika imani, hadithi hii inahimiza kutoa sadaka, kuonyesha huruma na wema kwa maswahaba na marafiki na ku kuhudumia yani, mahitaji yao na kujitahidi kutimiza mahitaji ya wenye shida. Pia inahimiza mtu kuwaendea watu ili kupata msaada, hata kama anayeomba yani, anayeomba yani, ana, ana mnyama wa kupanda na amevaa vizuri. Na zaidi ya hayo, inaashiria kuwa inatosha kukidhi mahitaji ya wahitaji kwa yani, kuwaendea kwa usaidizi hata bila kuombwa na mwisho kabisa, dada zangu katika imani, hadithi hii inasisitiza kuonyesha huruma na kutoa kwa ihsan kwa wasafiri wanaohitaji. Shukran jazila dada zangu katika imani, wa barakallahu fikum.